Ya nikitaka inategemea, unaweza kuwa katika mazingira ambayo uwanjani huwezi kwenda, umefahamu. Hata hapa imetokea bahati mbaya, afu nachelewa naisi. Hata hapa imetokea bahati mbaya, nimekutana nao sana sana sana. Mesi mpendi sui nani nani, hizi sui nani, napenda na timu sababu, atakuja kesho utamsikia uko Singida, sui nani wapi huko siku umenielewa sitaki kujua eti nampenda fulani Lala. Kesho namsikia yuko Lipuli utasemaje? Sasa ndio maana pengine Chidy hausupporti wale ambao wana, wanatoa nyimbo za kusifia wachezaji, eh, si support lakini pia na wasupport kwenye kutafuta pesa Lala. ya viongozi wanawapa pesa yeye yeah, viongozi yeye yeah, yeah, yeah. na mimi pesa yeye yeah yeah, yeah, yeah, taimba pesa lakini Eh, kama kwa eh, sababu wanapa pesa watu ambao tukimuuliza namba sita nani, mtu akwambia ajui. <laughs> Bwana, namba sita yetu nani? Wasania. Eh, eh, mtu anaimba hapo, unamuuliza namba nne nani? Ajumi. Mtu ajui, kwa hiyo yeah, si menielewa? <laughs> hivi e, umenielewa? <laughs> e, unamuuliza bwana bwana